Mgogoro wa Marekani na Venezuela unaingia katika hatua nyingine baada ya rais Donald Trump kuagiza jeshi la anga la Marekani kufanya mashambulizi katika ardhi ya Venezuela sanjari na taasisi ya kijasusi ya Marekani CIA kuendesha shughuli zake nchini humo. Ikumbuke kuwa mwezi Agosti mwaka 2025 rais Trump aliagiza jeshi la Marekani kupeleka meli za kivita kuzingira pwani ya Venezuela Kusini mwa bahari ya Caribbean kwa lengo la kupambana na boti zinazoshukiwa kupeleka dawa za kulevya nchini Marekani. Watu kadhaa wamepoteza maisha baada ya boti walizokuwa wakisafiria kushambuliwa na jeshi la Marekani. Tarehe ishirini na sita Machi mwaka huu, rais Trump alitangaza donge nono la dola milioni kumi na tano kwa mtu yeyote atakayesaidia kukamatwa kwa rais Nicolas Maduro wa Venezuela, na tarehe nane mwezi Agasti Donge hilo limeongezwa hadi kufikia dola milioni hamsini. Kwa upande wake serikali ya Venezuela imechukua hatua ya kidiplomasia na kulalamika Umoja wa Mataifa juu ya kuingiliwa mambo yake ya ndani na Marekani. Hatua hiyo inakwenda sambamba na maandalizi ya kuimarisha ulinzi wa taifa hasa katika maeneo yote ya pwani ya nchi hiyo pamoja na mazoezi ya kijeshi ya anga, ardhini na majini. Wakati huo huo serikali Maduro imewaandikisha raia elfu nne na mia tano waliojitolea kushika silaha kulinda nchi yao kwa kusaidiana na jeshi la nchi hiyo. Takwimu zinaonyesha kuwa Venezuela ina utajiri mkuu wa mafuta. Makadirio yanaonyesha kuna mapipa bilioni mia tatu na tatu chini ya ardhi ikifuatiwa na Saudi Arabia yenye mapipa bilioni mia mbili sitini na saba.